ambapo wizara hii kwa sasa inaongozwa na Profesa Palamagamba Kabudi, kuhusiana na kujadili mchezo uliotakiwa kuchezwa Machi 8 mwaka 2025 kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club, mchezo wa Kariako dabi ambao uliahirishwa kutokana na sitofahamu ambayo iliweza kutokea kwa sababu ya klabu ya soka ya Simba kuweza kugomea mechi kutokana na kushindwa kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wizara ya sanaa, utamaduni na michezo ikiongozwa na Profesa Palmagamba Kabudi hapo siku ya jana waliweza kufanya kikao kizito katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo walianza kufanya kikao na viongozi wa klabu ya soka Yanga Sports Klabu, kisha wakaja kufanya kikao na viongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Klabu. Na mara baada ya hapo tunashuhudia wakafanya kikao na shirikisho lenye zamana ya kusimamia mpira wa miguu hapa. Tukiendelea kuongelea TFF, sasa watu wengi wanatamani kufahamu, je, majibu ya katika kikao kile ambacho kimeweza kukalika yakoje? Kwa sababu ukiangalia msimamo wa klabu ya soka ya Yanga, wao kwa sasa wanataka alama tatu na magoli matatu sambamba na gharama ambazo waliweza kutumia kuandaa mchezo dhidi ya Simba Sports Club. lakini msimamo wa Simba wao wanasema kwamba wanataka tarehe rasmi ya mchezo kati ya Simba dhidi ya Yanga ambao ni watani wa jadi uweze kupangiwa tarehe, kwa sababu Simba kikanuni hawakufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa watu wengi wanatamani e, kufahamu nini ambacho kimeweza kujiri katika kikao hicho. Sasa kwa upande mwingine, waziri e, wa sanaa utamaduni na e, michezo Palamagamba kwa upande mwingine ameweza kukiongoza kikosi hicho kwa utulivu kabisa bila kusapoti timu yote yani, bila kuegemea upande wote. Pia kwa upande mwingine, viongozi wa klabu ya soka ya Simba waliweza kuelezea nini ambacho kiliweza kutokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kushindwa kufanya mazoezi, sambamba na viongozi wa Yanga Sports Club waliweza kuelezea sababu ambayo iliwafanya kupeleka timu uwanjani, sambamba na kile ambacho kinadaiwa kwamba kuna makomando wao waliweza kuyazuia klabu ya soka ya Simba Sports Club. Na mara baada ya kila mtu kuweza kutoa dukuduku lake moyoni, basi kwa upande mwingine kupitia waziri sanaa, utamaduni na michezo akaweza kulipeleka suala hili kunako shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF waweze kuchukua action kwa kile ambacho kimeweza kutokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo shirikisho kwa sasa watakwenda kukaa kikao na kuweza kutoa majibu kwa kile ambacho Simba wamejitetea. Yanga Sports Club wameweza kujitetea, lakini kwa upande mwingine Simba wameweza kuweka wazi kwamba wanataka wapangiwe tarehe rasmi ya kucheza mchezo dhidi Yanga Sports Club, na kwa sasa wao wanachosubiria ndio hicho. Lakini Yanga bado, wao msimamo wao wanataka alama tatu sambamba na magoli matatu, kwa sababu wanaamini wao walikuwa e, katika E, mstari sahihi kuhusiana na Simba kuugomea mchezo kwa sababu wao wanaamini kikanuni Simba wangetakiwa kupeleka timu uwanjani. Kwa hiyo kwa sasa kupitia waziri wa sanaa, utamaduni na michezo ameipelekea shirikisho la soka nchini Tanzania, TFF, waweze kukaa na kudadavua kile ambacho kimeweza kutokea ili waweze kutoa hukumu na kila mtu aweze kupata haki yake. Kama kama mechi itachezwa basi itachezwa basi basi, kwa kwa upande mwingine, kuna watu kupewa alama alama tatu, basi moja kwa moja watapewa alama tatu. Lakini kwa mujibu wa taarifa baada ya kikao kilichofanyika eh, ofisi za baadhi ya michezo BMT ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa imeelezwa kwamba waziri wa mchezo chezo Profesa Palamagamba Kabudi hakuja kutoa maamuzi, bali kutafuta suluhisho kuhusu hatima adabi ya Kariakoo iliyokuwa ipigwe Machi 8 lakini ikaahirishwa. Akizungumza baada ya kikao hicho, rais wa klabu ya soka Yanga engineer Said, amesema mheshimiwa waziri amekuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba jukwaa hilo sio la maamuzi, bali ila kutafuta suluhisho la tatizo lililotokea. Aidha, engineer Said amewahakikishia wanachama wa Yanga kuwa uongozi wao uko imara na unafanya kila jitihada kuhakikisha maslahi ya klabu yanalindwa. Kikao hicho kiliwakutanisha bodi ya ligi kuu PLB, shirikisho la soka TFF na Yanga ambapo pande zote ziliweza kupata fursa ya kuwasilisha hoja zao kwa waziri Kabudi ambaye kitaalamu ni mwandishi wa habari na profesa wa sheria. Huyo ni Engineer Said akizungumza. Lakini kupitia er, mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba legend, Mutaza Mangungu naye pia akaweza kutoa yake mara baada ya kutoka kwenye kikao. Mutaza anasema aje? Anasema hivi, sisi Simba tumeitwa kujadili kuhusu soka la Tanzania na maendeleo yake na waziri, hatujaitwa hapa kujadili kuhusu mchezo wetu dhidi ya Yanga. Na kama ingekuwa hivyo, tungeitwa wote kwa pamoja. Wao kama wamejadili kuhusu mchezo huo ni wao sasa, ila sisi e, tutajadili tut, tut, tut, tut, hilo kwanza. Hata sifahamu kama Yanga walikuwepo. Huyo ni Murtaza Mangungu, naye pia akithibitisha kwamba wao Simba wao waliitwa e, kujadili maendeleo wa ya soka, lakini habari ni kwamba kwa sasa waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, Paramagamba, ameweza kurudisha kesi hiyo katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kupitia bodi yake waweze kukaa chini na kuweza kupitia kile ambacho Yanga wamekisema na kile ambacho Simba wameweza kukisema, na moja kwa moja wakaende, waende kutoa hukumu na kutoa hukumu kwa wale ambao wameweza kufanya makosa katika mchezo huo kupelekea kuto kuchezwa. Kwa hiyo tunaona huenda rungu likaishukia Simba ama rungu likaishukianga. Lakini habari hizo ndani kabisa, mchezo huo unawezekana ukapangiwa tarehe ya kuchezwa, kwa sababu tayari kila kitu kimekwenda sawa na maongezi yalikuwa kwa amani, na kila mtu aliweza kufurahia uwepo wa waziri, e, Paramagamba kwa ajili ya kuzungumzia mchezo huo. Nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho kinaendelea katika mchezo uliopangwa kuchezwa tarehe nane mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Je, kwa upande wako una nchi ya kuongelea, je mchezo huu pigwe ama timu zipewe alama tatu? Nenda eneo la comment na wewe kajaribu kutoa maoni yako kuhusiana kile ambacho kinaendelea kupitia serikali ya ya jamhuri ya muungano wa Tanzania wameweza kuingilia kati na kutaka kupata ufafanuzi ili mechi chezo na watu waweze kuona burudani. Kwa hiyo tuombee kwenye comment una nchi ya kuongelea suala hili.